Wapo waliokuwa ni watenda dhambi, wapo waliokuwa na majina magumu ya kutisha. There are people who had strange bad names. Kina Sauli, walikuwa na majina magumu ya kutisha so wauaji wanakodiwa ili kuua watu wanaolitaja jina la Yesu, the people who were mentioning the name of God. Lakini siku moja But one day, mtu yule siku moja akakutana na tatizo one day he will meet a problem. Na hilo tatizo lilisababishwa li, li, na, li na Yesu mwenyewe And that akaacha tatizo liingie. The problem to occur. siku moja anatembea kwa barabara. One day he was walking on the streets. akakutana na tatizo la upofu. He met a problem of blindness. ameangaika kulitibu lile tatizo. He was, he wanted to attend to that problem kwa akili zake. By his own mind. kwa mabosi wake. By his own mind. lile tatizo halikutatuliwa That problem wasn't solved. akakutana na mtu mmoja aliyojazwa Roho Mtakatifu, ambaye ana Yesu ndani. Akaweka mkono juu yake, macho yakafunguka. Yeye hakujua kama Yesu alikuwa na haja naye. Macho alipofunguka aliyokuwa analitukana jina la Yesu, aliyokuwa anamtukana Yesu aliyo, aliyo hai, ulimi wake ukageuza, usemi wake ukageuka, aliyokuwa anasema Yesu afai, akaanza kusema Jesus, Yesu ni mwokozi wa maisha yake. Na wewe utoke hapa ukasema Yesu ni mwokozi wa maisha yako sababu umependa neno la Mungu leo, dhambi yako inageuzwa hata kama ilikuwa nyekundu kama damu hata kama ulienda kwa waganga hata kama ulienda kwenye ushirikina no. Unakwenda kubadilishwa. Naomba usijihukumu ndani ya moyo ona wewe leo Bwana yes, anasema saying, unastahili kutendewa. Kwa mtu mmoja aseme ninastahili kutendewa.